Mheshimiwa Bunge, zoezi la kupiga kura kwa ajili ya kupitisha bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025 2026 chini ya kanuni ya 126 ya kanuni za kudumu za Bunge, zoezi hilo limekamilika. Idadi ya wabunge wote kikatiba ni 393. Idadi ya wabunge waliopo mpaka sasa ni mia tatu tisini na mbili na idadi ya nafasi wazi moja. Idadi ya wabunge waliokuwepo bungeni ukiondoa spika ni mia tatu sabini na nane idadi ya wabunge ambao hawakuwepo bungeni ni kumi na tatu. Sasa matokeo ya kura ni kama ifuatavyo: Kura za hapana hakuna, kwa maana ya sifuri. Kura za ndio mia tatu sabini na tatu. Asanteni sana. Ya hakuamua wale waliosikika wakisema abstain ni tano. Sasa natangaza rasmi kwamba bajeti ya serikali imepitishwa kwa kura 373 sawa na asilimia 98.7 98. Asanteni sana, asanteni sana. Waheshimiwa wabunge, baada ya, baada ya zoezi hili kukamilika, sasa tunaweza kwenda hatua inayofuata. Katibu, miswada ya sheria ya serikali. Muswada wa sheria kwa ajili ya kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 56 bilioni 490 milioni mia mbili hamsini na sita, na mia mbili kumi na mbili elfu kwa matumizi ya serikali kutoka katika mfuko mkuu wa hazina kwa mwaka unaoishia tarehe thelathini Juni ishirini ishirini na sita kutumia fedha zilizozinishwa kwa mwaka huo, kuruhusu kuhamisha baadhi ya fedha pamoja na mambo yanayohusiana na, na malengo hayo yani, a bill for an act to apply a sum of